Hi friend, uh, wenzetu India kidogo wameadvance kwenye uh, teknolojia ya matibabu kwa maana ya uh, vipimo. Uh, of course na wataalamu pia wanao wengi zaidi. Kwa hiyo unakuta mara nyingi wale ambao wanahitaji pressure zile kubwa sasa za mgongo ambao zinahusisha mfumo wa kati wa fahamu, huwa wanakuwa wanakuwa referred kwenda India. Lakini kuna wengine ambao wanapenda tu kupata zile huduma ambazo ni premium uh, kwa kwenda India. Lakini kabla hujafikiria kwenda India kwa ajili ya matibabu ya ya magoti au ya ya mgongo uh, ningependa usikilize hili swala moja, kwamba kwenda India haigaranti kwamba utapata matokeo ya uhakika. Ninaongea hivi kwa sababu nimeshakutana na uh, baadhi ya ya wagonjwa ambao wametoka India, wamefanyia operation, lakini hasikwenda vizuri na wamerudi tena hapa kwetu Tanzania tena wamefanyia operation kwenye hospitali zetu, lakini bado matokeo sio significant yale ambayo walikuwa wanatarajia, kulinganisha na gharama walizotumia. Kwa hiyo ushauri wangu ni kwamba E, njia ya kwanza ambayo unaweza ukafanya ni njia ambayo ni less invasive. Unajua ukishakuwa umeshaanza kuchokonoa joint labda kama ni goti umeshaanza ku limeshafanywa replacement e, kama ni mgongo umeshawekwa labda vyuma au nini, maanyingi tayari ile hali ya asili inakuwa sio rahisi kuirudisha kwenye sehemu yake kuliko ukaifanyia kazi mapema kabla e, mkono wa binadamu haujachokonoa chokonoa pale ndani. Eh, wakati fulani inaweza ikawa ni muhimu na ni lazima wakati fulani, lakini bado katika hatua zile za awali unaweza ukafanya matibabu bila kuwa na invasion kubwa sana kwenye, kwenye, kwenye joint za miguu au kwenye mgongo, kwa sababu njia za asili za kutumia lishe na kutumia product ya, za virutubisho vya chakula vimeonesha kuwa na matokeo mazuri sana, tena ndani ya siku kumi na nne hivi unakuta umepata nafuu kubwa sana ambayo ni almost kama ungeipata kwa kufanyiwa operation. Kwa hiyo ushauri wangu ni kwamba kabla haujafikiria kwenda India, unaweza ukajaribu kwanza kufanya matibabu ambayo yako less invasive, na Mungu wa neema anaweza kukusaidia ukapata kupona kabisa bila kutumia e, njia ambazo ni gharama na ambazo ni invasive zaidi. Lakini kama shida yako ya magoti au ya mgongo imesababishwa na ajali, umeumia, umepata ajali. Katika hali kama hizo, mara nyingi unakuta operation ni kitu cha lazima cha muhimu, kwa sababu kunakuwa na structure tayari zimeshaharibiwa mechanically. Lakini kama umekuja taratibu taratibu kwa sababu ya unavyoishi tu zee na nini, basi unawezekana ukatibu kwa kutumia lishe na lifestyle na ukapata matokeo mazuri zaidi. Kwa hiyo kama una hiyo changamoto, uh, una shida ya magoti, una shida ya mgongo, huwezi kutembea vizuri, tafadhali unaweza ukachukua namba yangu ya simu hapo ukanipigia, au unaweza ukajaza form, unaweza ukabonyeza hapo sign up na ukajaza fomu, na nitawasiliana na wewe. Hadi wakati mwingine, Mungu akubariki sana.